Uh, also... <laughs> tunakataa natanakuuliza, Mheshimiwa Rais, mimi kama senator wa Machakos nitaendelea kuongea kuhusu Mavoko, na ni lazima uheshimu wewe mwenyewe ndio na sisi tuendelee kukuheshimu. Kwa nini watu wanabomolewa, wengine wanalala nje na kuna mvua, wako na familia wako na watoto Ah, mheshimiwa rais, haifai haifai kabisa, na tunasema mashamba ya Machakos, hata sisi tunatoa kodi kama watu wale wengine, na tutetewe. Inafaa kwamba kabla umomozi ufanywe uchunguzi ufanye kwanza, na tubainishe nani mwenye nyumba ya ukweli na wale ambao ni victims ambao wamejenga kwa zile manyumba, kukuwe na process ama program ya kuwakompensate na kuwahamisha mahali mpya. kwa hivyo the the position of the county government has not changed, and we continue to petition national government and also East African Portland kuhakikisha kwamba, because county government through our ministry of gender and social welfare tuko na list ya wale watu wenye walikuwa affected na hiyo demolition, tuna demand kwamba from national government and and the the ministry of and the company East African Portland waweze kufanya redress ama compensation ya wale wote ambaye demolition iliwa affect na pia waweza kupewa wa shamba badala, manake ile shamba tuna claim kwamba ni ya watu wetu wa Machakos.